Kipo kama balbu yanani, ata kipo kadukuka wa watano ya tumeumia wawili, livyotupia ganda ndo kikalipuka kika kwa nguvu, na watu walikuwa ambali, wote walisikia kusikia, ndo tulikuwa, wengine walizimia. Mimi hapa ndo nilishikilia swali suwali, kanakimbia ligondoka chini, kuja kuamka na angalia kwenye barabarani waliona kitu chuma pembeni ya barabara, lakini hawakukitilia maanani, angna safari zao ni shuleni. Wakati anarudi jioni majira ya saa tisa hivi wanafunzi moja wapo akakuta kile chuma akakigonga chini, gonga chini, mwenzake alikuwa anatafuna mua kakianale muwa kile chuma kalipuka, kilipo lipuka, lipuka kiliwajeruhi wa, wanafunzi wawili. Upelezi wa shauri uh, tukio hili unaendelea.